Wahenga walisema aliyevuka mto hashindwi na tone la maji, na leo hii Taifa Stars imethibitisha hilo. Imesimama imara katikati ya joto la Afrika, ikipeperusha bendera ya Tanzania kwa fahari kubwa. Safari yao ya Afcon si ya bahati, bali ni matokeo ya jasho, nidhamu na moyo wa kizalendo. Kila mpira waliopiga ulikuwa ni ahadi kwa watanzania kwamba bado tuna ndoto, bado tuna matumaini. Wamecheza kama mashujaa, wamejifunza kama wanafunzi, na wamepambana wazalendo wa kweli. Kama wahenga walivyosema, subira huvuta heri, na leo subira yao inaanza kuzaa matunda. Kuelekea mchezo ujao, mchezo wa hatua ya kumi na sita bora dhidi ya wenyeji Moroko, ujumbe wetu ni mmoja tu: chezeni kwa akili, chezeni kwa nidhamu, chezeni kwa moyo, chezeni kwa moyo wa Tanzania. Msihofu presha, kwa sababu taifa lipo nyuma yenu. Maombi ya mama, sauti za mashabiki na matumaini ya kizazi kizima iko pamoja nanyi. Ongeleni Taifa Stars kwa hatua mliofikia, endeleeni kupambana. Historia bado inaandikwa, na kalamu ipo mikononi mwenu. Tanzania mbele! Taifa Stars daima! Taifa Stars daima! Taifa Stars daima!